Karibu mtazamaji wa Zone Media, bado nazidi kukuletea yale yote ambayo yanajiri katika Mashariki ya Kati, ambapo sasa hivi nchini Israel pale, rais wa Marekani Donald Trump anahutubia katika seneti ya Israel na ame pongeza dunia ya Kiarabu na Kiislamu kwa mpango wa Gaza. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa shukrani zake kwa mataifa ya Kiarabu na viongozi ki wa Kiislamu walioshirikiana katika mpango wa kuachilia mateka waliokuwa wanashikiliwa na Hamas katika ukanda wa Gaza. Akizungumza baada ya kufanikisha mpango huo, Trump alisema tulipata msaada mwingi kutoka kwa watu wengi ambao usinge dhani, na ninataka kuwashukuru sana kwa hilo. Rais Trump amepongeza hatua kama hii. Rais Trump amepongeza hatua hii kama ushindi mkubwa kwa Waisrael na dunia yote, akisisitiza umuhimu wa mataifa haya kushirikiana kama washirika wa amani katika juhudi za kusuluhisha migogoro ya kikanda. Kwa mujibu wa taarifa za hivi punde, mataifa ya Kiarabu na viongozi wa Kiislamu walifanya mawasiliano ya kidiplomasia na Hamas kwa lengo la kuzuia mzozo mkubwa zaidi na kuhakikisha mateka wote waliwekwa huru. Hatua hii inakuja wakati migogoro ya Gaza imeendelea kuathiri raia wa kawaida na jitihada za kimataifa za amani zikiwa zimekabiliwa na changamoto kubwa. Shirikisho la Marekani na washirika wake wa kikanda wametambua mchango wa mataifa haya katika kuunda mazingira ya mazungumzo ya amani, huku dunia ikifuatilia kwa karibu hatua zinazochukuliwa ili kuhakikisha usalama wa raia na mchakato wa kisiasa unaendelea kwa ufanisi. Mtazamaji, Mashariki ya Kati kwa hivi sasa imesimamisha dunia yote kutokana na viongozi wakubwa wote kukita kambi katika ukanda ule, ambapo sasa ule usainishwaji wa makubaliano ya amani unakwenda kutimia katika saa chache zijazo nchini Misri, ambapo Rais Trump anatoka hapo kuweza kusafiri moja kwa moja kuelekea Misri baada ya kuweza kumaliza ziara yake fupi nchini Israel, ambapo alikuwa na jukumu kubwa la kuhutubia Senate na hivi sasa bado anazidi kuhutubia Senate pale nchini Israel. Baada ya kuhutubia waziri mkuu Benjamin Netanyahu, hatimaye Trump amekuja kuhutubia, na hii ni sehemu mojawapo ya hotuba ambayo rais Trump ameweza kuitoa. Usisahau kusubscribe kwa taarifa zijazo, nyingi zinakuja hapa hapa, kukomenti pamoja na kushare.